Angalia leo watu wanaokimbilia kutabiliwa, Bwana Yesu asiwe sana ni watu ambao hawatembei katika roho, ni watu ambao wanaishi maisha ya asili. Wewe unataka utabiliwe wakati maisha yako unajua mwenyewe. Bwana Yesu asiwe sana ni afadhali, unajua. Sasa tuna neema kubwa sana, sipingi, sipingi huduma ya unabii, hapana. Bwana Yesu asiwe sana, lakini kuna mambo madogo madogo nabii unakuwa ni wewe. Manabii basi wafanye kazi zao, kutabili mambo yajayo huko ambayo ya yatalipata taifa la Tanzania yatapata yataipata dunia. Angalia manabii au waliopita walikuwa wanatabili kwenye vitu gani? Mimi sijaona, Bwana Yesu asiwe sana, walikuwa wanatabili kwenye maeneo maeneo makubwa kwa watu ambao wamebeba nchi kina Ezekia, wanaagizwa watu ambao bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo sina maana ya kuponda unabii. Unabii ni huduma ambayo Mungu ipo, ni kitu ambacho ki kipo na manabii wa kweli wapo, lakini nataka nikwambie mambo mengi hauyatambui. Kila kitu unauliza kwa mchungaji kila kitu unatakiwa uombewe kwa sababu wewe unaishi kwenye maisha ya asili ondoka kwenye uasili ukitembea katika ulimwengu wa roho utayajua yote utayatambua wala haina haja na mtu tena haina haja na mtu kuanza kuulizana Bwana Yesu kwa sababu unaelewa na mstari wa mwisho anasema kumi na sita maana ni nani aliyeifahamu ni ya bwana amwelimishe? lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Bwana Yesu asiwe sana! Kuna watu wengi leo hii inafika mahali wanamfundisha hadi Mungu, wanamfundisha hata Mungu, wanamwambia Mungu, fanya hiki hivi. Bwana Yesu asiwe sana, na ndivyo tunavyopotea watu wengi. Mimi ujumbe wangu ndio huu leo hii, ya kwamba unatakiwa kufanya cha kwako, kufanya cha kwako ambao umejitiwa. Tumeweza kuona namna gani watu walifanya vya kwao na namna gani Mungu aliwatumia, lakini pia nimehitimisha kusema kwamba namna gani utagundua cha kwako. Kama ujui ni kosa la jinai mlokole, ambao umemkili Bwana na Mwokozi wa maisha yako na ujui cha kufanya Nasema ni uhujumi uchumi wa ufalme wa Mungu. Kama wewe mlokole umemkili Bwana na mwokozi wa maisha yako na ujui nini unatakiwa ufanye, Bwana Yesu asiwe sana. Unajua, katika serikali kuna wahujumi uchumi, wanahujumu uchumi kwa sababu hawajui nini wanatakiwa pray, nini impact yao katika taifa. Bwana Yesu asiwe sana. Sio kwamba mda mwingine wana ujuzi wa kufanya, wana ujuzi wa kutenda vitu mbalimbali katika taifa, lakini wanakuja wanahujumi taifa kwa sababu gani? Hawajui impact au kilimio, ninaweza nikatumia kilimio, yani yale ambao wamekirimiwa, hawajui nini watakilimia, au nini wanajenga kwa ajili ya ufalme wa Mungu kupitia sehemu alizopo. Bwana Yesu asiwe sana. Nimekuja kugundua kuna jua, kuna mtu anaweza akawa najua nini anatakiwa afanye, lakini hajui faida ya kila anachokifanya, hasa zaidi akiona anafanya alafu haoni matokeo katika dunia hii. Bwana Yesu asiwe sana, hasa zaidi anafanya na haoni matokeo katika ulimwengu huu sasa kama mtu ambaye asiyejua kuendea ulimwengu wa roho, hataona matokeo ya kile anachokifanya. Kinachotokea ni nini? Pamoja na kuwa amejua sema, anatokea kuwa ataanza kulaumu, ataanza kufanya ili mradi.